Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamua kugusa kada ya watumishi ambao ndio kiunua mgongo cha uchumi wetu kwa mazingira yote. Mheshimiwa Waziri, leo siku hii ni wewe ndio una maneno ya kutuelekeza. Na wewe ndio umebeba dhamana chini ya ofisi ya Rais kuhakikisha kwamba mwananchi wa Tanzania kimbilio lake la kwanza liko TAMISEMI kupitia serikali zetu za mitaa. Kauli yako na maelekezo yako si tu kwamba ni faraja kwa watumishi lakini ni uponyaji kwa wananchi walio wengi maskini, ambao hao ndio hukimbilia kwenye ofisi zetu kuhitaji msaada. Lakini ombi langu, nina makatibu tarafa. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri, nakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, hawa wanafanya kazi kubwa sana, na wengine wamekuwa watumishi kwa muda, lakini hawa ndio wawakilishi wa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, na wao ni kiungo muhimu sana cha utendaji wa serikali kati ya central government pamoja na local government. Ikikupendeza, uniruhusu nikupatie CV zao. Akipatikana hata mmoja wawili wakapanda, itakuwa ni faraja kubwa sana kwetu kwa namna ambavyo na wao wanazidi kupata morali wa kuendelea kutumika ili waendelee kuifanya kazi wakijua kazi yao inatambulika. Nikushukuru sana sana sana kwa namna ambavyo lilizia na kuzitaka halmashauri zote zitenge fedha kwa ajili ya kulipa posho wenye viti wa mitaa, vijiji na vitongoji. Jambo hili kwa kweli linatuondoa kwenye adha na aibu ya wenye viti wetu wa mitaa, vijiji na vitongoji kutumia fedha ya mihuri kama fedha ya kuendeshea ofisi. Ziko nyakati hao wenye viti, mheshimiwa waziri, wanalazimika kumwambia mwananchi mwenye matatizo akatafute karatasi mwananchi mwenye tatizo kuna fedha ya muhuri. Kwa hiyo mazingira yakiwa namna hiyo, yanaweza kapelekea watu wanyonge wakakosa huduma na wenye fedha wakazitumia ofisi za vijiji kuziendesha kwa manufaa yao binafsi. Lakini jambo hili ninakushukuru sana mbele ya watumishi hawa kwa kuliwekea mkazo, na sisi kwenye bajeti ya mwaka huu ambayo wewe umesimamia vizuri, imepita na kustaka kila halmashauri kuhakikisha kwamba posho ya watumishi hasa wenye viti vijiji mitaa na vitongoji wanapata pesa yao kikamilifu.